Mkoa wa Ruvuma huungana na sehemu nyingine duniani kote kuadhimisha siku ya uchangiaji damu kuanzia Juni 14 kila mwaka. Kwa mwaka huu wa 2025, shi maadhimisho ya wiki ya uchangia damu yatafanyika kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 14 Juni ambapo kilele kitakuwa tarehe 14 Juni katika manispaa yetu ya Songea. Naomba nitumie fursa hii kuwaelekeza wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Ruvuma kuhakikisha kuwa kamati za damu salama za halmashauri zinatekewa fedha ya kutosha ili kuwawezesha kufanya uhamasishaji wa, wa kutosha kwa wananchi wote, mashuleni pamoja na duroni taasisi za dini na taasisi binafsi na taasisi za umma, lakini mashirika mbalimbali, ili kuwajengea uelewa na utamaduni wa kuchangia damu kwa hiari kwa ajili ya kuokoa maisha, lakini vile vile kuwa na uzalendo kwa wa kwamba kila tunapochangia damu tunaokoa uhai wa Mtanzania fulani, mtoto fulani, mama fulani pamoja na mtu ambaye amepata changamoto hiyo tumepokea maelekezo amna mtu ambaye afahamu umuhimu wa damu lakini sio damu tu peke yake, lakini damu salama. Kwa hiyo tumeshapokea maelekezo tutenge fedha za kutosha kwa ajili ya kuziwezesha zile kamati zetu kwenye halmashauri, ili zitakapokuwa zinatembea kutafuta hii damu kwa ajili ya uh, manufaa yetu sisi wenyewe, kwa sababu hatujui leo kwangu, kesho kwako. Ajali uh, zinatokea, watu wanahitaji damu, lakini operation zinafanyika pia, wanahitaji damu salama ajili ya uhai wetu na uzima wetu, ni kusaidia uh, makundi mengine ambayo yana uhitaji katika kipindi maalum. Ndani ya halmashauri yangu ya Madaba, tumejipanga kuhakikisha kwamba tunaadhimisha kilele hiki cha damu salama kwa kuhakikisha kwa tuna uh, kwa kwamba tunawatumia viongozi wetu wa vijiji uh, serikali za vijiji pamoja na watendaji wa vijiji na kata katika maeneo husika kuhakikisha kwamba tunawahamasisha wananchi ili waweze kutambua umuhimu wa uchangiaji wa damu salama, kwani ni, ni sehemu pekee ambayo inaweza ikasaidia katika kuokoa maisha ya kila mtu ambaye kila mmojawapo yeyote yule anaweza kukutwa na changamoto, sio hapa tu, popote pale atakapokuwa iwe ndani ya Madaba au nje ya Madaba.